Pasta na Dr David Mpwani asimikwa rasmi kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Arusha. Leo tarehe 30 Novemba 2025 Pasta na Dr David Mpwani amesimikwa rasmi kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Arusha. Tamko la kumsimika limetolewa na Pasta na Dr Godwin Lekundayo, ambaye ni mkuu mstaafu wa chuo hicho. Awali nafasi hiyo ilikuwa ikishikiliwa na Pasta Mak Walwa Marekana, lakini hakufika katika tukio la leo, hivyo Pasta na Dr Lekundayo akawakilisha na kutoa tamko rasmi la kusimikwa now, sasa tamko by kwa, chuo. Wakati wa tukio hilo, Pasta David Mpwani alivikwa mkanda wa uongozi na mmoja wa viongozi wa chuo hicho kama ishara ya kuanza jukumu jipya la kuliongoza chuo. Aidha, kulikuwa na tukio la kuvishwa medali, ambapo Pasta David Mpwani aliwekewa medali maalum na Dr. Jimmy Yonazi, katibu mkuu, ofisi ya waziri mkuu, kama ishara ya heshima na kuthamini kazi zake.